Ninafahamu sana wananchi wa vijijini Moshi vijijini ni wakulima wa kahawa, na tunapoenda mbele, niwaahidi kuwa pamoja na kuendelea kuleta pembejeo za mbolea ya ruzuku, tutaanzisha vituo vya ukodishaji wa zana za kilimo huko Moshi vijijini na kuwawezesha wakulima kulima kwa gharama nafuu zaidi. aidha kama ninavyosema kote, tuna mpango wa kuleta matrekta elfu kumi ambayo yatakopeshwa na kuuzwa kwa wakulima nchi nzima. Kwa upande wa wafugaji, kwa upande wa wafugaji, tumejenga majosho Siha na Hai na tunatoa ruzuku ya chanjo kwa mifugo nchi nzima. Tunapoenda mbele, na mkitupa ridhaa ahadi yetu ni kuongeza maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya wafugaji kutoka ekari milioni tatu uh, na, na, na, na, na laki sita hadi milioni ekari milioni sita kwa ajili ya wafugaji, na huku ndiko wafugaji wetu watakapofundishwa ufugaji wa kisasa wa kupanda majani na kuwafanya ng'ombe wale sehemu moja kuliko vile wanavyozunguka na kuleta kero nchi nzima. Vile vile tutawawezesha wafugaji kama nilivyosema, kuzalisha nyasi za malisho kwa ajili ya ufugaji wa kisasa. Katika kipindi hiki tumefanya kazi kubwa sana, kama ilivyozungumzwa hapa ya kukuza utalii. Hili sitaki kulizungumza sana, lakini wote sisi ni mashahidi kwamba utalii umefungua fursa kubwa sana kwa vijana tumeongeza mahoteli, tumeongeza kipato, tumeongeza idadi ya matua guide, tumeongeza idadi ya wale wengine, fani nyingine. Lakini tumefungua ajira nyingi sana kwa vijana kupitia utalii huu, lakini tumekuza idadi ya watalii kama tulivyolenga kwenye ilani ifikie laki milioni tano kwa watalii.